Hata mtu yeyote akiweza kubonyeza pale kwenye tovuti aweze kuitisha madhara ya matumizi ya dawa za kulevya, hayo madhara yatakuja na yasome au sio. Ndio. Kwa hivyo hii pia ni moja wapo ya njia ya teknolojia kusaidia katika kuratibu utumizi wa dawa za kulevya. Na labda hivi Bwana Jora kutoka kule Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta. Mtazamaji angedai kujua, je, ukosefu wa ajira kwa vijana, ukosefu wa kazi. Je, pia ni sababu ambayo imechangia vijana wengi kujihusisha katika utumizi wa madawa za kulevya? Mhm. Mm. Uh, kwa upande mmoja ndio uh -huh. Maana utapata ndiyo. Mtu akikosa kazi, tuseme kwa mfano, itabidi awende ndiyo. Kwa kutumia hizo vilabu ama kwenda kwenye ba kunywa pombe ndiyo. Lakini pia wajua, wanasema kwamba starehe pia ni gharama ndio, kwa maana pombe ni biashara ya mtu yule, anayeuza bangi pia ni biashara yake, yule anayeuza miraa pia ni biashara yake ndiyo. Kwa hivyo shida ni ndiyo. Ukienda ndiyo. Upate kile kidogo unachopata kwa siku mm -hmm. ukitumia chote kwa mm -hmm. kutumia mihadarati mm -hmm. Hiyo ndio shida, maana utakuwa mlevi mm -hmm. Na pia hautapata pesa za matumizi mengine mm -hmm. Lakini mihadarati pia inakuza biashara ndani ya nchi yetu mm -hmm. Kwa, kwa mfano mwingine mm -hmm. Lakini shida ni ukipata vijana wakipata kipato cha siku kwa mfano mm -hmm. awe ni kijana wa bodaboda mm -hmm. awe ni kijana wa kulima mashamba mm -hmm. awe ni kijana wa kwenda kwenye mijengo kufanya kazi ya mtu wa mkono mm -hmm. akipata hicho kipato cha siku mm -hmm. anakitumia chote katika mm -hmm. miadarati. Ndiyo. Hilo sasa ndo inaitwa addiction mm -hmm. ya miadarati. Na, um, hawawezi kufanya jambo lolote linginelo bali kutumia miadarati tu. Na unafikiria athari za matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana ni yapi? Aa, vijana wanaathirika sana san no. kwa kutumia miadarati no. Kwa mfano pombe, mm -hmm. inaathiri ki, kiungo cha mwili kinachojulikana no kama vile eh, liver. No uh, bangi na sigara mm -hmm. kinaathiri bangi na sigara zinaathiri viwango vya mwili no, viungo vya mwili sekondari, mm -hmm. vile mapafu mm -hmm. maana hata pia zimeandikwa no, ukiangalia pombe imeandikwa ex The first the age of 18 years. Yeah. Ukiangalia yeah, pakiti ya sigara imeandikwa mm, utumizi wa sigara unaleta magonjwa ya saratani. Naam. Kwa hivyo siha mm -hmm. ya vijana imeathirika pakubwa. mm -hmm. Unapata mtu wa miaka thelathini na mitano. Naam. Ako pale amepata sijui liver cirrhosis. Cirrhosis. Eh, liver cirrhosis. Naam. Mwingine lungs cancer. Akifika miaka 30 ndio. Amepata lung cancer. Ndio. Kwa hivyo si saratani ya mapafu, saratani ya mapafu vijana wanaathirika pia kwa kukosa kitu unachoita development. Kwa mfano kijana wa miaka thelathini unafaa kulingana na mila na tamaduni za Kenya, labda ukua umeoa una watoto wawili, ama ukua umejenga una bodaboda una gari. Unapata mtu alitumia mihadarati sana, hata hivi vi vi vitu hana ya maana, alitumia fedha zake zote katika utumizi wa mihadarati na labda vile Bwana Jora, mm -hmm. au vijana ambao wanatumia miadarati mm -hmm. kuna changamoto zozote ambazo wanazipitia katika maisha yao, katika matumizi ya miadarati ama maisha kwao ni raha mustarehe? Aha, wanapotumia miadarati ndio kuna zile changamoto ambazo zinakuja na miadarati. Naam, kwa hivyo unaweza pata mtu pia anaweza kutengwa na jamii. mm -hmm. kwa mfano watu wanasema ule ni mlevi Ndiyo. Ule ni mtumizi wa bangi Ndiyo. Ule labda ni mtumizi wa miraa na sigara Nnam. Kwa hivyo wanapitia changamoto ya kutengwa na jamii pia, mtu anaweza tengwa na wazazi aa, amba wale ambao wanaokulea kwa mfano, kama ni msichana anaweza pata changamoto ya kupata mimba Nnam. Maana tuseme kwa mfano msichana anapokuwa an addict, ama mzoefu wa kutumia mihadarati utapata itabidi alipie ile mihadarati kwa njia moja ama nyingine, na kupitia ile njia anaweza pata mimba. Ndio apate mimba za za mapema. Kwa hivyo pia kuna magonjwa, kwa mfano wale wanaotumia heroin, ndio. Na heroin inatumika kwa kudungia ile dawa kwa mishipa ya damu. Kwa hivyo kuna magonjwa kama vile ya HIV and AIDS ama kwa jina nyingine ukimwi, ndio. Maradhi ya ukimwi, maradhi ya ukimwi inapitishwa na ile kutumia sindano moja kutumia sindano moja, moja baina ya watu wengi ndio, labda vile kuna katika hapa ah, miongoni mwa watu wengi kuna yule mmoja ambaye ameathirika na maambukizo na haya maradhi akona yale virusi na na, kwa hivyo sasa ukaitumia ile sindano pia, yeah, pia nao utakuwa umeathirika na na no, na labda vile unafikiria wazazi kule nyumbani wamechangia chochote katika kueneza matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana wao? Aha, wazazi wamechangia kwa njia moja, naam ambayo ni kukosa kutekeleza jukumu lao kama wazazi. mm -hmm. na wajua, mm -hmm. unapokuwa unamlea kijana mm -hmm. kuna vile unafaa kumlea ndivyo asiweze kuanguka katika shida hizi za utumizi wa mihadarati. Naam. mm -hmm. kwa pia nitasema kuna wazazi ambao wamewalekeza watoto wao, mm -hmm. hawawaangalii, mm -hmm. alafu wao vijana wanaenda wakatumia mihadarati. mm -hmm. pia kuna wazazi ambao mm -hmm wamewakazia sana mm -hmm. wamewafungia vijana wao. Naam. Hata hao vijana wakipata nafasi kidogo mm -hmm. wanaenda wanatumia hata kwa wingi sana maana, wakipata tu chance kidogo Ndiyo. Wanaenda wanatumia, ndio vile medali ya kwamba eti mpaka akiondoka panya utawala naam. Kwa hivyo wazazi kunao ambao wamelegeza jukumu lao kama wazazi mm -hmm. kuna wengineo ambao pia wamewafungia vijana sana mm -hmm. hata wakipata nafasi, kusema tuseme, kwa mfano, vile umechungwa sana ukiwa primari, mm -hmm. umechungwa shule sana, shule ya msingi, shule ya shule, shule ya upili umechungwa sana naam. Utakapopata nafasi kuingia chule, kule chuo kikuu naye na utafanya kila kitu mm -hmm. Naam, utafanya kila kitu na maanishaji, utafanya kila, maana umepata ile nafasi ya ku, ya hu, ile freedom ama Mm -hmm. Ile freedom umeipata, naam, umepata uhuru, uhuru wa kufanya kila kitu, maana kule chuo kikuu hakuna, hakuna mtu wa kukwambia usifanye hivi naam, usifanye vile usiende pale. Mm -hmm. Kwa hivyo wanapopata ile nafasi wanajitosa ndani Mm -hmm. ya utumizi wa mihadarati. Kuna kijana ambaye alizaliwa nyumbani kwao, akapata ya kwamba labda babake anavuta sigara, anavuta marijuana, mamake naye ndio anapiga mvinyo. Mm -hmm. Wote ni walevi kupindukia. Mm -hmm. wewe binafsi kulingana na kauli yako, jambo hili linaweza wachangia pia vijana wakajitosa katika matumizi ya miadarati ama haliwezi? Na kama linaweza, unatoa kauli gani kwa wazazi hawa ambao wanazitumia dawa za kulevya kuwa chanzo cha vijana wao pia kujiunga katika utumizi wa dawa za kulevya? Labda unapata baba amemtuma kijana sigara, namtuma kijana sigara kila siku, sigara na kiberiti Ha, utapata pia kuna mama wengine wameenda kule madongo poromoka kwa mama nitilie, mm -hmm. wakiwa na mtoto mgongoni ama mtoto wa mchanga zaidi, no. na akiwekewa kopoza kwake tatu, mm -hmm. anahakikisha ameonjesha mtoto angalau tone mbili ama tatu za mvinyo. mm -hmm. unatoa kauli gani kwa wazazi kama hawa? Naam. mm -hmm. no. Kwanza ndio nitaongea kulingana na sheria za mm -hmm. nchi hii chi tukufu ya Kenya. Naam. no. maana tuna sheria mmhm na sheria zile zinasema ya kwamba mtu ambaye ako juu ya umri wa miaka kumi na minane mm -hmm. ana uhuru wa kutumia ile mihadarati ambayo ni halali nchini Kenya. Naam. Kwa hivyo mihadarati kama pombe mm -hmm. kama sigara mm -hmm. ni halali ndani mm -hmm. ya nchi yetu ya Kenya. Naam. Uh, kwa wazazi no. ambao wanaotumia ile mihadarati no. uh, mbele ya watoto wao, ningewasihi mm -hmm. wakome na wakome kabisa mm -hmm. ukiwa ni mlevi mm -hmm. nenda kwenye vilabu kunywa, mm -hmm. eh, malizia huko, rude nyumbani. Ukiwa mtumizi wa sigara ama bangi, usitumie karibu na mtoto mchanga, maana pia inaathiri hata ule ubongo wao wanapokuwa wachanga. Ukiwa ni mlevi, naenda lewa, usilewe karibu na mtoto, na kulingana na sheria unafaa kuwa umeshikwa kama unafanya hivyo, maana hiyo ni jambo linaloitwa prevalence of a child to To drug and alcohol taking. Ndiyo. Hilo ni jambo kulingana na sheria ni kukosa. mm -hmm. na ni jambo ambalo unafaa kuwa kotini umeshikwa naam. mm -hmm. pia ningeisihi serikali mm -hmm. kuwa na ku take action mm -hmm. baina ya wazazi ambao wanatumia mm -hmm. ile miadarati karibu na watoto mm -hmm. wao kuchomoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta. mm -hmm. wale watoto ambao wanatumwa na wazazi wao mm -hmm. waende wakanunue sigara na mihadarati na dawa nyingine za kulevya. mm -hmm. unaweza waambia wakituma wasiende kuzinunua, wasitii mm -hmm. amri ya wazazi wao kwenda kununua hizi dawa za kulevya, kwa sababu labda inaweza ikawatosa pia wao mm -hmm. katika matumizi ya dawa za kulevya eh.